Basi imempendeza Mungu, injili ya Yesu Kristo ni mapenzi ya Mungu, injili ya Yesu Kristo abiriwe mahali hapa, Mtakatifu wa Israeli, Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, lezima mingi nakazimata nchi, hakuna mwingine isipokuwa wewe, Mtakatifu wa Israeli. Asante kwa neema na rehema ilizo kupendeza, injili ya Yesu Kristo ushiriki mahali yapo ni kwa jina la Yesu Kristo tumemtakiamini. Amina. Mpendwa, jioni ya leo, usiku wa leo, Mungu anapendeza tuangalie vitu viwili ambavyo ni muhimu sana. Kitu cha kwanza ni wema wa Mungu, kitu cha kwanza ni wema wa Mungu. Wema kwa lugha ya kimombo ni goodness.

kuwa bila kujua kuwa wema wa Mungu watuelekeza kwenye toba. Wema wa Mungu wema wa Mungu wafaa kuelekeze unielekeze kwa kutubu. Wema wa Mungu unafaa ukuelekeze kwa kutubu. Wema wa Mungu ni nini? Wema wa Mungu ni nini? Umekuwa 2025. Umekuwa 2025. Watu wote ambao wako 2026. Wale ambao wana umri wa kubale wamepita 2025. Una miaka arobaini na manisa 2020, ulikuwa 2025, sasa una miaka unaelekea arobaini na moja wala ambako wala 2026 sahi ambao tunaongea tuko mahali hapa, tulikuwa 2025. Wema Mungu ni huu. Mungu amekuvumilia. Mungu amenivumilia. Umesimasa maafu 2025. Umelala na bibia wenyewe 2025. Umelala na mwanamke mmoja, unaona naye umeenda kwa mipango ya kando, umelala na mume wa mwenyewe 2025. Unafikiri Mungu alikuwa kuangalia? Aa, we, nani wewe? Mungu alikuwa nakuangalia tu. Wewe ni mama, umeshika mume wa mwenyewe, umeanguka naye kitandani 2025. Mungu ameangalia tu na kaandika kwa vitabu vyake vya matendo, akaandika kwa vitabu vyako ambao viko mbinguni na vyangu vya matendo Umelewa, Mungu anakuangalia. Umetukana mzazi wako, Mungu anakuangalia. Umetukana matusi, Mungu anakuangalia. Huo ni wema wa Mungu, anakuangalia alafu anakupatia afya. Mungu anakupatia nguvu, Mungu anakuhurumia, Mungu anakupa macho, bado unaona, masikio bado unasikia. Mungu anakupa chakula, Mungu anakupatia mavazi hakuna mtu yuko tuputupu hapa, ila wanawake ambao, wana, nani, we, ila wanawake tu wanataka tu wa nguo fupi. Lakini tukiangalia hakuna mwanaume yuko uchi hapa. Mungu amekustiri, Mungu amefunika wa uchi wako na uchi wangu, Mungu amekustiri wa. Huo ndio wema wa Mungu. Mungu amekulipa mazuri, uko 2026. Wataka kuendelea maisha machafu? Wataka kuendelea kulewa, kuvuta bangi, kula miraa, kula mogokaa, maisha yale yale ya 2025? wema wa Mungu, wema wa Mungu. Kuna watu Makadara wako na kansa, kuna watu Makadara wako na kansa, mdomo umefura, hawezi kula chochote. Kuna watu wako Makadara wako na kansa, koo yao, koo yao iko na uvimbe. Kabla ya tuingia 2026, Disemba 2025, kuna jirani yangu mmoja tumemhubiria sana, alipoteza maisha yake. Alikuwa na kansa ya koo, alikuwa na kansa ya koo. Alikuwa hawezi kula, alikuwa hawezi kunywa, alikuwa anakula kupitia mpira. Tulimhubiria kwa uwezo wa Mungu Makadara, lakini aliondoka. Hakuingia 2020, hakuingia 2026. Woko na nguvu, unaweza kula, unapitisha kitu ambacho ni kichafu kwa kwa kinywa chako. Mungu hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi. Wema wa Mungu unafaa kufanya utubu. Wema wa Mungu unafaa kufanya utubu. Mungu hadhihakiwi. Wa Wema wake unafaa kuleta kwa toba. Wema wa Mungu inafaa ukulete kwa toba. Haujapata ajali huko kwa boda boda unaendelea tu maisha yako 2020. Waendelea tu 2025. 2026 unafikiria kuendelea pia lakini, kama utaishkanzia mbaya, ujue ulipokuwa unatenda dhambi Mungu alikuwa anakuhurumia tu. Uone wema wake, uone wema wake. Wewe mwanamke, 2025 ulitoa mimba? Wewe mwanamke, umekuwa ukipokea mimba unazitoa haufi. Wewe, Mungu Mungu anakustiri tu, lakini Mungu akikulipa sawasana venye unafaa ulipwe. Hii ndio inaitwa the goodness of God. The goodness of God should lead us to repentance. Repentance inamaanisha change of mind, change of heart, change of deeds. Kutubu inamaanisha tunapaswa tugeoke kutoka kwa njia zetu kwa kubadili mawazo yetu, nia ya mawazo yetu, kwa kubadili njia zetu mbaya, na kwa kubadilisha mawazo ya mioyo yetu kutoka kwa kile kibaya kwenda kwa kile kizuri. Wema wa Mungu unafaa kuongoze kwa toba. Kuna mtu alilala na malaya. We, nani we? Kwa nini hujafanya hivyo wewe? Kuna mtu alilala na malaya Mungu akamstiri, akamhurumia tu, akamwacha tu, akamwepusha na ukimwi. Si kwa sababu Mungu anapenda zinaa, Mungu hapendi zinaa, anaichukia, lakini akasema wacha nikulinde tu. Umelala na malaya miaka yako yote hujapata ukimwi Mungu anakwambia wewe, ni wema wake, lakini manisi uendelee kufanya hivyo, utapotea na utaingia jehanamu. Good the goodness of God should lead us to repentance. Wewe nani, wema wa Mungu unafaa kuongoze kwa toba, usiendelee kutandika malaya, geuka, toka kwa njia mbaya. Kuna watu wamekuwa wakiangalia pornografia na hakuna chochote kinawafanyikia. Mungu amekuwa akikuhurumia hiyo ndio inaitwa the goodness of God, na usiziyaki usiseme, ah, jana niliiba na na sikushikwa, 2025 yote nimeiba, limeiba sikushikwa. Walikuwa wema wa Mungu, Mungu amekuepusha tairi. Wewe wewe, Mungu amekuepusha tairi. Ukisema sasa, wacha niendelee, unaviaki wema wa Mungu Wema wa Mungu inafaa kufanya utubu. 2025 umeenda kwa waganga umeenda kwa waganga umeenda kwa waganga, pengine hata umelala na waganga, pengine umeacha vitu vyako kwa waganga, pengine umechanjwa na waganga. Ah, tunajua hizi story za waganga ni story chafu sana. Mungu wanataka wote, wema wa Mungu ni kwamba wema wa Mungu ni kwamba wewe na mimi tugeuke kutoka kwa njia mbaya. Ndio maana uko hai. Ndio maana niko hai. Huo ndio wema wa Mungu. Usidhiaki kwa wema huo kwa kuendelea kutenda dhambi. usiendelee kudhiaki wema wa Mungu kwa kuendelea kufanya maovu. Wema wa Mungu ni kutufanya tutubu. Wema wa Mungu unafaa kuongoza kwa kutubu. Kutubu ni nini? Kutubu ni nini? Ezekiel 18:30. Wema wa Mungu, wema wa Mungu unafaa utuongoze kwa kutubu. Kutubu ni nini? Wema wa Mungu unafaa utuongoze kwa hii. Kwa hiyo enyi nyumba ya Israeli, kwa hiyo enyi nyumba ya Israeli, nitahukumu kila mmoja sawa sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni, tubuni, tubuni, Geukeni kutoka makosa yenu yote. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa makosa yetu hii yote, hiyo ndio kutubu. Wema wa Mungu unafaa tugeuze kutoka kwa makosa yote, wema wa Mungu akitunafaudia ni uvumilivu wa Mungu. Waraka wa Petro tatu. Waraka wa Petro tatu. Waraka wa Petro tatu. Mstari wake ni wa kumi na tatu Waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro, Second Peter. Waraka wa pili wa Petro, Second Peter 3:15. Esabuni uvumilivu. Esabuni uvumilivu.

Wema wa Mungu, wema wa Mungu unafaa ukufanye, utufanye tugeuke kutoka kwa njia mbaya. Wema alafu uvumilivu, uvumilivu wa Mungu, venye Mungu amekuvumilia hajachukua pumzi yake, huo uvumilivu inafaa ukuongoze kwa kuokoka. Vitu viwili Mungu anakupatia wema kwa kupatia afya na anakuvumilia. Wewe unafanya nini? Wewe unafanya nini kwa kumtafuta Mungu? Mungu amekufanyia mengi, wewe umefanya mangapi? Kwa kuweka maisha yako chini, Mungu awe kiongozi wa maisha yako, the goodness of God and patience of God. Hizi vitu mili mkazi wa Likoni. Mimi. Wema wa Mungu ukulete kwa toba alafu uvumilivu wa Mungu ukulete kwa wokovu. Mungu wa dhiaki usimdhi yake, Mungu wa dhiaki usimdhi yake. Unachopanda ndicho atakachokivuna Wagalatia sita mstari wake ni wa saba. Anachopanda mwanadamu ndicho atakacho kevona. Wapanda nini leo, wa mdhiaki Mungu kwa kushimaisha machafu umezaa watoto washughuliki, mama ni single ma, unamwacha mama akiwa hivyo? We, kazi yako ni kuweka mimba, kazi yako ni kuweka mbegu za kiume na kukimbia. Unakimbia, unaenda wapi? Kazi yako ni kuweka mbegu ya kiume, kazi yako ni kuweka mbegu ya kiume na kukimbia. Unajiita dume la mbegu. We, nani wewe? Wewe ndio dume la mbegu likoni. Wewe ndio dume la mbegu likoni. Mungu anakupatia rehema, usifanyie usifanyie tiaka rehema ya Mungu. Tubu dhambi. Tubu dhambi, tutubudhambi mwamini Kristo, hishi maisha masafi We, atuvuti bangi hapa sawa, hatuvuti bangi hapa hivyo. Ndio Mungu anasema, Yohana 3:16 kumi na sita Yohana tatu kumi na sita. Kwa maana jinsi, kwa maana Yesu ali, Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu ndiye anakaa mbinguni, wa Abrahamu Isaka na Yakobo, na ni roho na uko kila mahali, kila mahali Mungu yuko. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, ulimwengu ni wewe ulimwengu ni mimi ulimwengu ni wewe. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa hata akamtoa mwanawe wa kipekee mwanawe wa kipekee ni Yesu Kristo, mwanawe wa kipekee ni Yesu Kristo. Yesu alitolewa ili mwanadamu apate wokovu na usima wa milele. Yesu alitolewa Yesu alitolewa. Mungu anakuuliza swali, utafanya nini na Yesu Kristo? Chunga sana. Chunga sana. Utafanya nini na Yesu Kristo? Shatolewa. Dhambi yako shaikwa kwake. Ashapigwa misumari, ashalia Eloi, Eloi la matabasitani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniwacha? Nani anafanya Yesu Kristo alie? Wewe ulifanya lie, mimi nilifanya lie, dhambi zangu na dhambi zako. Bado utaendelea? We ndo ulifanya Yesu alie, mimi ndo nilifanya Yesu alie. Pombe yako, wanawake unaolala nao, wanaume unaolala naye, punyeto unazifanya kwa siri Pornografia unazoziangalia, matusi yamejaa midomoni, hayo yote alimpeleka Yesu Kristo msalabani. Wema wa Mungu ni ye, Mungu amemtoa Yesu. Wema wa Mungu ni Mungu amemtoa Yesu, huo ndio wema wa Mungu amemtoa Yesu Kristo. Swali tunafanya nini na Yesu Kristo? Mslamu atahukumiwa kwa nini? Mslamu akizaliwa anazaliwa na dhambi. Mslamu ametoka kwa Adamu, Mkristo ametoka kwa Adamu, Mwini ametoka kwa Adam, mpagan ametoka kwa Adamu, wamezaliwa na dhambi, wanamhitaji Yesu Kristo. Unamhitaji Yesu Kristo vile Mkristo anamhitaji Kristo, Mslamu anamhitaji Kristo. Kristo, kwa nini Mslamu akizaliwa anazaliwa na dhambi? Ataifanya nini Dhambi inawekwa kwa mbuzi, dhambi inawekwa kwa, kwa, kwa kondoo. Hakuna msilamu ambaye mwitaji Yesu Kristo. Ni kiburi tu uko nayo wewe. Ukizaliwa wajua matusi tayari, ukizaliwa wajua kusini tayari, ukizaliwa wajua kutukana tayari, ukizaliwa wataka mugoka, wataka pombe. Nani amekufundisha wewe? Ni mwana Adamu, umetoka kwa Adamu, wamwhitaji Yesu. Wewe wacha kiburi, wacha kiburi. Yesu ni kondoo. Yesu ni kondoo wa Mungu, Yohana 1:29. Yesu anaitwa mwana kondoo. Vile Mkristo anamhitaji Yesu, mslamu anamhitaji Yesu Kristu. Kwa nini? Amezaliwa na Adam, wote wametenda dhambi, wote wamepungukiwa. Iliyo dhambi tolewe, iliyo dhambi tolewe ya Adamu, Mungu alimtoa Yesu Kristu. Yesu alitolewa na simsaa, Yesu alitolewa na simsaa. Watu walikona mbay, watatubu na kumwamini Yesu Kristo watachomeka, watachomeka. Kwa nini? Umedhiaki wema wa Mungu na uvumilivu wa Mungu. Mungu anataka toba. Mungu anakupenda kweli, Mungu ananipenda kweli. Tumia dhambi zako, tumia dhambi zako na umwamini Yesu Kristo. Usifungwe na chochote ukizaliwa, uko na dhambi tayari, na Yesu ndiyo mbuzi. Yesu ndio kondoo yule mbuzi Musa alikuwa anatoa, Yesu anakuja kwa hicho hicho kiatu. Musa alitoa mbuzi kama kivuli cha Yesu Kristo, Yohana 1:29 Yesu 9 Yesu anaitwa mwana kondoo wa Mungu. Yohana ni Injili, Yohana ni Injili. Yesu anaitwa mwana kondoo wa Mungu kwa Yohana. Achukuae, achukuae, achukuae dhambi, dhambi sauli mwengu. Yesu ametolewa, Yesu ametolewa. Yesu anakuambia yes, yes, kwa upendo usiku wa leo Yesu anakuambia kwa upendo, kiri dhambi zako, wachana nazo. Kama ilikuwa wewe ni kanisani, anza kwenda. Kama 2025 hukwenda kanisani, anza kwenda sahii. Kama ilikuwa usomi Biblia, tafuta, auna pesa download kwa simu, anza kusoma. Anzia mahali. Anzia mahali. Mungu anakupenda. Anzia mahali. Ansia mahali Mungu anakupenda. Ansia mahali. Kama uko na Biblia, hujui uanze wapi? Kama uko na Biblia, haujui uanze wapi? Anza Mathayo. Anza kusoma Mathayo. Anza kwa Mathayo. Pole pole Mungu atakutana na wewe. Mungu atakubadilisha. Mungu atakurekebisha. Utakuwa chombo kinachostahili machoni pa Bwana. Sikubali kuishi maisha ya ulimwengu, kuna siku utajuta milele. Wema wa Mungu unafaa utuongoze kwa toba, alafu uvumilivu wa Mungu unatuongoza kwa wokovu. Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo, asante kwa neno lako mali yako Mungu, naamini umenena na yule ambaye uliyekusudia turumie, tusaidie Bwana, uvumilivu wako Bwana na wema wako Bwana, tusiudhi yake, tuongoze <coughs> tupiganie Bwana, kamkemee muofu shetani katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa yote na hata kwa vyote. Mbona tunakiamini. Amina.